Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, misikiti mingi hujaa waumini wakirejea kwa mola wao mlezi, wakijishughulisha na kusoma na kusikiliza Qur'ani Tukufu. Na katika swala za tarawih, Waislamu hupenda kuswali nyuma ya imamu mwenye sauti nzuri anayeleta khushui na unyenyekevu katika ibada. Lakini swali la kujiuliza ni hili: je, maimamu hawa wamesomea wapi? Wamelelewa vipi? Na je wameandaliwa kuwa viongozi wa ibada? Jibu la swali hili linapatikana katika makala hii, ambapo leo Hadith Media tunaangazia chuo cha kuhifadhisha Qur'ani Tukufu Markaz Ibn Masoud kilichopo hapa mkoani Mwanza. Ili kufahamu historia na mchango wa chuo hiki katika kuhifadhisha Qur'an, tumemtafuta mudiri wa chuo Ustadh Abdul Hafidh Idrisa Sisi kwa Sisi, ambaye anatufafanulia historia ya chuo hiki na matunda yake kwa jamii ya Kiislamu. Kwa majina naitwa Abdul Hafidh Idrisa Sisi kwa Sisi, ndo mudiri wa Markaz Ibn Masud. Markaz Ibn Masud ni chuo kinachohifadhisha Qurani kwa vijana wa kiume eh, kuanzia umri wa miaka kumi na nne na kuendelea. Markazi Ibn Masoud eh, imeanzishwa mwaka 1994 ikiwa maeneo ya Bwiru eh, eh, lakini alhamdulillah mpaka elfu uh, mbili na tatu ikahamia ile Mela ambapo tupo sasa hivi. Markazi Ibn Masudi ilianza na wanafunzi wanne na mwalimu mmoja na alhamdulillah mpaka sasa hivi Markazi Ibn Masudi na wanafunzi sitini na walimu wa tatu. Zamani tulikuwa tunapokea wale ambao wamemaliza msaafu kwa kuangalia lakini hilo sharti likawa changamoto sana kwa sababu wengine e, mtu anakuwa na nia kweli ya kuhifadhi na anaonesha nia, na akija labda ana juzu tano au kumi kwa kuangalia, basi huwezi kukosa kumpokea, lazima umpokee. Lakini pia tukajiuliza sisi walimu, kama walimu tunafanya kazi gani kama tukiwapokea hao ambao wameshajua basi mpaka sasa hivi alhamdulillah, hata kama ajue alifu tunampokea, kwa sababu tumeona ni faida kubwa. Huyu unajenga mwenyewe e, unampa msingi mwenyewe unavyotaka, kuliko ambao wanakuja wamesoma kwa kuangalia wanajua, lakini wana makosa mengi. Kuja kumrekebisha huyu ni kazi, kuliko kuanza na wewe unaanza naye Mwanafunzi akija Markaz Ibn Masud anahifadhi Qur'ani, anaweza akatumia mwaka muda wa mwaka mmoja au miwili, akiwa na kichwa kigumu sana ni mitatu. Tumeweka hii mitatu kwamba akifikisha miaka mitatu au anakaribia kumaliza mwaka wa tatu, tukaona hana mwelekeo, basi tunamshauri akasome masomo mengine, kwa sababu eh, hata kama akihifadhi huyu awezi kuitunza, basi ni bora akasome masomo mengine. Toka imeanzishwa ya Markazi Ibn Masud, ina imetoa mahufadhi ambao wako hai, yani ambao tunasema wako katika majali ya dawa ni wanafunzi mia tatu na themanini eh, eh, naam. E, changamoto kwa wanafunzi ambao wanakuja kuhifadhi ni nyingi. Ehe, mojawapo, unaweza ukakuta mwanafunzi ameletwa, lakini ya hataki. Mzazi anataka mwanaye ahifadhi, mwanafunzi hataki, amekuja kwa shinikizo la mzazi. Hizo ndo changamoto ambazo tunakutana nazo nyingi, lakini pia unaweza ukakutana na mwanafunzi mwingine ana kichwa kigumu kama unavyosema na, lakini ana nia ya kuhifadhi, anaonyesha morali wa, wa, wa, wa kutaka kuhifadhi. Kwa hiyo eh, nabidi tuwape mbinu eh, eh. huyu ambaye hataki kuhifadhi, ameletwa amelazimishwa, lazima umvute, umweleze eh, fadhila za kuhifadhi Qurani, umweleze akihifadhi Qurani yeye atakuwa, atakuwa vipi eh, eh, kishamvutia hivyo lazima atanyoka. Mbaya aelewi basi tunamrudisha kwao, huo ndo kweli. Mbali na kuhifadhi Qurani, kuna masomo ka, mfano ahkamu tajwid, shaizungumzia kuna fiqh ya swala, lakini alhamdulillah sasa hivi tunaye Sheikh Shahid kila Jumamosi eh, anakuja hapa na ana somo lake maalum akhlaqi hamalat lqurani. Eh, hafidhu lqurani natakiwa awe vipi? Na hii imekuja baada ya kuona mahufadhi wengi wanahifadhi lakini akhlaqi zao sio nzuri, yaani mtu anahifadhi Qurani, kitu cha thamani, lakini atambui kama amehifadhi kitu cha thamani kwa hiyo kwa, kwa umuhimu huo tukamwomba Sheikh Shahid na yeye akatukubalia, Allah mlipe. Alhamdulillahi, tunaendelea vizuri na matunda yanaonekana kwa muda mfupi, alhamdulillah. Hasa hasa hapo tunaweza tukazungumzia wale mahufadhi. Sisi tuna program moja kwamba baada ya mahafali, vyeti huwa vinarudi ofisini, huwa tukiwapa vyeti vinarudi ofisini kwa sababu vinakuwa havijamalizwa nini, e, kufanyiwa mtihani tuseme havijajazwa. E, huwa kuna mtihani mmoja ambao tunaweza tukaita kama field. E, hafidhul Qurani akimaliza hapa lazima apewe msikiti akaswalishe. Akisharudi na akisa, akienda kusalisha, tunafuatilia amesalisha vipi hafidhul qur'ani lazima asalishe peke yake, ehe, msahafu mzima, ehe. Matokeo yake yakiwa mabaya, basi cheti tunamnyima, lakini matokeo yake yakiwa mazuri, alhamdulillah tunamjazia cheti chake vizuri na kuendelea na masomo mengine. Mtu akimhitaji hafidh kwenda labda kusalisha kwenye msikiti wake ni kuwasiliana na muongozi wa chuo tunampatia hafidh eh, lakini kwa maelewano maalum. Wazazi nawaambia na nawashauri, na wawalete watoto wao wahifadhi Qurani, kwa sababu Qurani ni mwongozo wa maisha ya hapa duniani na kesho akhira. Naam, kwa hiyo Ukishamuhifadhisha mtoto wako Qur'ani, umeleta katika familia yako. Markaz Ibn Masoud inapatikana Mwanza, ile Mela eh, unapita kwenye kituo cha Yatima Foundation then nyuma yake ni majirani eh, yaani wasiojua Mwanza labda karibu na airport. Ukishafika maeneo hayo basi umefika markazi Ibn Masoud. Vile vile tumepata fursa ya kuzungumza na ustadh Hassan Magongo, huyu ni mwalimu msaidizi katika chuo hiki ambaye anatueleza umuhimu wa kuhifadhi Qur'ani na mbinu zinazotumika katika ufundishaji. E, kwa majina naitwa Hassan Yasini Ndatama, ni moja katika wanafunzi, tumeanzia katika markazi hii tukamaliza kwa muda wa miaka minne alhamdulillah, tukajiunga na marhala ya thanawi Mahadi Nyakato Islamia tukamaliza, kisha tukaendeleza gurudumu hili la kuhifadhisha kitabu cha Allah subhanahu wa taala. Changamoto inaweza kukutana na wanafunzi wanakuja, wapo ambao nakuta uwezo wao ni mdogo au wengine wanaletwa na wazazi wao, ikawa ni wenye kutelekezwa hapa. Kana kwamba tunaweza tukasema ni changamoto ya kwamba watu hatujafahamu umuhimu wa Qur'an. Tukichukulia mfano wa masomo ya sekula, sidhani kama kuna mwanafunzi anaweza kupelekwa mahadi au shule ya sekondari boarding akakaa zaidi ya miaka miwili mzazi hajaja kumtembelea au hajajua haja, haji kujua kitu kinachoendelea. Lakini hapa ni changamoto ambazo tunazokutana nazo kwa wanafunzi wa namna hiyo, lakini hatuwezi tukasema kwamba tuwaache kwa kuwa hawatembelewi, tunazidi kukaa nao. Allah anaompa taufiki anamaliza anatoka hapa anaenda kujiendeleza na mambo mengine. E, atakiwa badilike Wajue kwamba hii ni elimu ambayo ndiyo yenye kuwapa manufaa hapa duniani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, yeyote atakayemsomesha kijana wake Qur'ani, basi atambue kwamba amejiwekea kupata taji la dhahabu siku ya kiyama, siku ambao watakuja kulipwa malipo ambayo ya wale waliowasimamia na ni moja katika kuwekeza kupata mtoto aliyekuwa mwema wa kuweza kukumbuka pale ambapo tutakuwa umetoka duniani, hata kama ukiwa duniani, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam salam asema idha mata bnu adamu inqata amaluhu illa min thalath, miongoni mwa mambo matatu kwamba mwanadamu atakapokufa amali zake zote zinasimama isipokuwa matendo ya aina tatu, ndiyo yatakayoendelea. Miongoni mwa mambo hayo ni mtoto mwema, au waladun salihun yaduu lahu, au mtoto ambaye ni mwema atakayekuombea dua. Huyo mtoto huwezi kumpata kama hujamwandaa katika mazingira ya kuifahamu dini ya Uislamu, na dini ya Uislamu chimbuko lake ni lazima wa Ta'ala na kukifanyia kazi. Mbali na kuhifadhi Qur'ani, wanafunzi hujifunza masomo mengine muhimu yanayowajenga kuwa viongozi bora wa dini na jamii. Mmoja wa waalimu wa vipindi vya ziada katika chuo hiki ni Sheikh Shahid Muhammad ambaye yeye anafundisha adabu za wanafunzi wa Qur'an ili kuhakikisha wanakuwa na tabia njema, nidhamu na maadili mema kulingana na mafundisho ya Uislamu. Ndugu zangu, tunakusudia kuanzisha programu na leo ndiyo imeanza. Niseme rasmi tunaanza programu hii ambayo Nimependa niipe anwani adabu hamalati l-Qur'ani l-Karim. Programu yetu hii itabeba anwani hii, adabu anazotakiwa kujipamba nazo mtu aliyebeba kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Vilevile, Sheikh Shahid hutoa semina endelevu za kuwaandaa maimamu akiwajengia misingi thabiti ya uongozi wa ibada na usimamizi wa misikiti. Apupie swala yake iwe mithili ya swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi? Asema faqad kana akhafan nasi salatan fi tamamin. Hapa na maneno mengi ya kusema. Faqad kana alikuwa nani? Rasulullah akhafan nasi ni mwenye kukhafifisha sana katika watu swalatan, swala yake Mtume fi tamamin, lakini katika utimi ni yani, vipi anahafifisha lakini inatimia. Lakini si waalimu tu, wanafunzi wa chuo hiki wanaoendelea kuhifadhi Qurani pia wanatuambia sababu zilizowafanya waje hapa kuhifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa taala. Kwa majina, naitwa Abubakar Himedi Ramadhani, ni mzaliwa wa Dodoma. Kwanza nilichagua kuja Markaz Ibn Masudi kwa sababu ya marafiki marafiki ambao walikuwa wananizunguka, wapo ambao walipita humu e, pia walinishauri kuja katika markazi hii, na alhamdulillah walikuwa vizuri, wakanishawishi nikaweza kuja humu. Baada ya kuhifadhi, malengo makuu kabisa ni kwenda kufundisha na kuweza kufahamu maana zake zaidi, maana kuendelea na, na, na taalimu kuweza kujua maana zake zaidi e, muda ambao nimeutumia e, kwa hapa Ibn Masoud, tuseme nilikuja kama kukamilisha. Maana kabla ya kuja hapa nilikuwa nasoma soma taalimu Mahad al-Jazira Islamia Ukerewe mpaka kumaliza kukumaliza kusoma taalimu nilikuwa najaribu kuhifadhi lakini baada ya kuja Masoud nikakamilisha ndani ya miezi mitatu. Naam, ama kwa majina naitwa Yusuf Ibn Rajab Ibnu Hamza, anatokea katika mkoa wa Pwani, sehemu naitwa Chalinze. Wazo la kuhifadhi Qurani nakuja katika, katika vyuo vya kuhifadhi Qurani lilikuwepo tangu muda tangia utotoni tulikuwa tuna ndoto za kuja kuhifadhi Qur'ani, na baada ya kuwasikia baadhi ya wasomaji tukapenda kuhifadhi Qur'ani, hivyo likawa wazo liko kwenye akili zetu. Namna Alhamdulillah, Allah tabaraka taala amenifikisha kuhifadhi juzuu 30. Shukuru Allah kwa jambo hili. Wallahi, juzuu ambayo wa ilikuwa ngumu kwa mimi ni juzuu ambayo wa inaitwa waalamu waalamu ilikuwa juzuu ngumu kwenye kuhifadhi, alhamdulillah bitaufiki illahi tabaraka wa taala nikaweza kuipita juzuu hiyo. Nilichagua Ibn Masoud kwa sifa ambazo nilikuwa nikizisikia kuhusu chuo hiki na walimu mahiri kwenye chuo hiki. Hiyo basi nikaamua kuja Ibn Masoud kwa sifa, baadhi ya sifa ambazo nilizipata za chuo. Baada ya kumaliza kuhifadhi, malengo yangu ni kwenda kuendelea na masomo mengine, baada ya hapo kukaa chini kuufundisha kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Mpaka sasa nimetumia takribani mwaka mmoja na nusu, mwaka mmoja na nusu niliotumia huo katika kuhifadhi kitabu cha Allah na kukamilisha katika, ah, nilichagua kuja Ibn Masoudi kutokana na kuona vijana wengi wazuri waliotoka Ibn Masoudi wenye weledi, tabia na maadili, pia hifadhi yao ilikuwa iko vizuri kutokana na walimu mahiri waliopo hapa. Kwa hiyo nikapendezwa mimi nije hapa, ni hifadhi ya Qur'ani maeneo haya. Aa, malengo yangu baada ya kuhifadhi ni kujiendeleza katika elimu kwa lengo la kujua maana ya kile nilichokibeba. A sasa, alhamdulillah, nilitumia muda wa takriban miezi minne na nusu katika kumaliza kuhifadhi Qurani. Ushauri wangu kwa vijana wenzangu ambao wana uwezo wa kuhifadhi ni waje, kwa sababu katika kuhifadhi Qurani kuna fadhila kubwa na malipo makubwa ambayo Allah amewaandalia watu waliohifadhi Qurani. Kwa hivyo ushauri wangu kwao walielekea hili kwa moyo mmoja, kwani watapata fadhila kubwa na malipo makubwa mbele ya Allah tabaraka wataala. Hadith Media tumehudhuria mahafali ya wahitimu kwa mwaka 2025 na kushuhudia ushindani wa wanafunzi katika usomaji wa Qur'ani pamoja na maneno ya nasaha kutoka kwa wageni waalikwa. Katika mahafali hayo, mzee Abdul Hakim Abaid ambaye ni msimamizi mkuu wa chuo hiki alikuwa na haya kusema: Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma baad. Mimi kwa kweli ndugu zangu, msio msemaji sana, lakini nitajaribu kuzungumza baadhi ya mambo. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala kwa kutuwezesha kamilisha hii ambayo tumeifunga leo, na inshallah mwakani tunafungua nyingine, tunaendelea nayo kwa maana hiyo. Kwanza tunawashukuru walimu kwa kuchukua jukumu hili, kukaa na wanafunzi mwaka mzima, asubuhi jioni, mpaka hawa leo wamefikia hapa. Si wao tu, wapishi si wao tu kuna timu kubwa hapa, kuna ndugu zetu wengine hatuwezi kusema majina, wanatoka huku, wanatoka manyumbani kwao, wanaenda kula nao wanafunzi, na nyinyi mashahidi, wanawapikia chakula na beba, wanaenda kukaa nao kule, kula nao wote. Hawa ni katika mchango ambayo wanakisaidia kituo tunapofikia hapa. Kwa maana hiyo, lazima tutoe shukurani kwa Mwenyezi Mungu na kwa watu. Tusiposhukuru watu, hata Mwenyezi Mungu hatuwezi kumshukuru. Kwa maana hiyo watu wengi wanachangia kufika sisi hapa, tunashukuru kwa hilo, lakini kuna baadhi ya mambo lazima leo tuyagusie ili tujiweke vizuri. Kwanza tume, tumefunga kompyuta na fikiri mmeona. Kwa maana hiyo, sasa hivi mtaingia kwenye mtandao, na sasa hivi hii hifadhi ambayo mnapata vitu vyenu kwanza mnajua kutoka siku zote zinawasaidia vyeti kupata masomo ya ziada. Tumelewana jamani? Sasa mkasome. Tunashukuru wale ambao wanatunyanyua kichwa katika sehemu nyingi. Mmesikia hapa, kutoka Singida tuna kituo, Bukoba, wote wamekuja hapa, wanachukua vyeti wanaondoka navyo, kila mmoja. Lakini kuna Dar es Salaam, kuna wapi, kuna wengine, mashallah mashallah, mtu anasalisha Uingereza kutoka Ibn Masudi. Ndipo Sheikh Sif mwaka jana alikuwako, mwaka juzi, mwaka huu anauliza vipi, namwambia huyo sawa, mjue mkiweka, kaeni na tabia. Tabia ndio kila kitu, ukikosa tabia we mtupu. Katika mahafali haya pia, mzazi wa mwalimu mkuu wa chuo hicho, mzee Idrisa, sisi kwa sisi, naye anatoa nasaha zake juu ya umuhimu wa kuhifadhi Qurani. Mimi namshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala na kumtakia rehema na amali bwana wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallama. Kidogo tu nimewiwa Qur'ani alafu akaieneza kwa watu wengine. Na hatimaye wahitimu wa mwaka huu wamesimulia safari yao ya kuhifadhi Qur'ani na hisia zao baada ya kuhitimu. Kwa majina anaitwa Hudhaifa Ismail Rajabu, natokea Muleba, Kagera. Naam, mimi ni miongoni mwa mahafidh wa tahfidhi ya Ibn Masudi mwaka 2025 najisikia faraja na furaha kubwa, lakini pia nawapongeza walimu wangu na kuwashukuru pia kwa juhudi kubwa walioifanya kwa sababu haikuwa rahisi, lakini pia namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa neema zake na kwa taufiki yake, amenijalia hivi leo kuwa miongoni mwa hufadh au mahumal au mahamil Alquran alkarim al. Lakini pia vilevile na usia ndugu zangu Waislamu na wengine ambao bado hawajafikia hawajapata fursa ya kuhifadhi Qurani, wahifadhi na wasikasi tamaa. Kwa majina anaitwa Abdullahi Abbas kutokea Tabora, na leo ni miongoni mwa siku ambazo tulikuwa tukizisubiri kwa hamu, kwa sababu tumehitimu Qur'an. Wallahi tumefurahi sana, lakini licha ya furaha tuliyokuwa nayo tunatamani na wengine wafurahi kama sisi tulivyofurahi. Na kwa haya tuseme kwamba tunakaribisha sana Ibn Mas'ud ambayo inapatikana ile mela, Mwanza. Insha Allah, barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kwa majina naitwa Abdurrahman Joakim, makwata kutokea Morogoro. Mimi ni msilimu wa elfu mbili, mwaka elfu mbili kumi na nane. Nilihamasika na rafiki yangu ambaye alikuwa akinielezea uzuri na mazuri ya Uislamu. Baada ya kunielezea kwa muda mrefu Allah akapitisha kadari zake na mimi nikawa ni miongoni mwa Waislamu. Na alhamdulillah baada ya hapo, kwa muda ukapita takriban miaka mitatu nikapata wazo kutoka kwa mwalimu wangu Yahya Fimbo. Sheikh ya Fimbo alinishauri kuja kuhifadhi Qur'ani huku Mwanza. Mnamo mwaka elfu mbili na ishirini na mbili nilianza masomo pale Ibn Masudi, na mpaka hivi sasa alhamdulillah nimekamilisha juzuu thalathini. Katika mahojiano kuna kijana anaitwa Abdurahmani Joakimu. Huyu kijana wetu amesilimu 2018, 2018 mpaka mwaka huu 2024 tayari ameshahifadhi juzuu 30, lakini kuna mtu amezaliwa katika Uislamu mpaka leo hata Suratul Fatiha ni shida kuisoma, Suratul Ikhlas ni shida kuisoma, hajui kusali. Hivi wewe ambaye umezaliwa katika Uislamu ukisimama sambamba na huyu kijana ambaye amesilimu 2018, mbele ya Allahu subhanahu wa ta'ala, utakuwa na nini cha kujitetea? Pata hoja gani ya kumwambia Allahu subhanahu wataala kwamba mimi nilikuwa bize kiasi kwamba sikuweza kusoma dini yako? Ndugu katika imani, na kuhusia, pamoja na kuhusia nafsi yangu, mche Allahu subhanahu wataala. Kaa chini kwa mashekhe, usome, umjue Allah wako umjue Mungu wako. Jua malengo yaliyokuleta hapa duniani. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chuo cha ibni Mas'ud kimeendelea kuwa nguzo muhimu ya elimu ya Qurani nchini Tanzania, kikiwaandaa wahifadhi wa, wa qurani wanaotumikia Uislamu kote nchini. Kwa wale wanaotaka kusaidia au kuwa sehemu ya safari hii, milango iko wazi. Kwa pamoja tuendelee kuhifadhi qur'ani na kuipa nafasi katika maisha yetu. Endelea kufuatilia Hadith Media kwa maudhui nzuri kama hizi. Mimi ni Khamis Abdallah.